Jambo mtazamaji, ni kushukuru wewe mtazamaji ambaye umekuwa ukituma ujumbe wa maoni kuhusiana na kipindi cha vijana klabu. Maoni yako ni muhimu sana katika kipindi hiki, nasi tunaendelea kuyafanyia kazi, na nikukaribishe katika kipindi cha vijana klabu, ambapo kwa siku hii ya leo kipindi cha vijana klabu tuko maeneo ya Kongowe jijini Dar es Salaam. Tunazungumza na kijana Joshua, yeye amepitia milima na mabonde, lakini hakusita, amenyanyuka na sasa amejiajiri. Kufahamu mengi zaidi mtazamaji, na kusi salia pembeni ya runinga yako mpaka tamati ya kipindi hiki uweze kujifunza pamoja na kijana Joshua. Joshua karibu sana katika kipindi. Asante sana. Karibu sana. Asante. habari za Kongowe. Ah, si habari za Kongowe nzuri sana namshukuru Mungu. mm -hmm, wanasemaje? Mm, tunamshukuru Mungu. shughuli zinasemaje? shughuli ziko vizuri Mungu mwema. uh, amina, hongera sana asante sana. tumfahamu Joshua ni nani? historia yako japo kwa ufupi sana okay, sawa, kwa ufupi. So, mimi naitwa Joshua Meshak Kimoli na miaka 20 sasa lakini pia ni memba wa Compassion International kwa kuanzia mwaka 2012 mpaka sasa hivi, hapa bado ni memba. So, pia ni mfanyabiashara, mjasiriamali wa biashara ndogo ndogo ndogondogo. mm -hmm. Tuangazie historia yako ulikotoka na hapa ulipo. Okay, historia yangu ilipotoka, nilisoma shule ya msingi kuanzia 2013 mpaka 2019, nikamaliza elimu ya msingi. Nikafaulu kwenda sekondari, nikaanza 2020 mpaka 2023 nikamaliza. Alafu baadaye sikufanya vizuri kwenye matokeo yangu ya form 4, kwa hiyo mama akashauri kwamba nirudie ili niunganishe max niweze kwenda hata chuo, lakini sikuwa tayari kufanya hivyo. So nikawa ni mtu ku, wa kutangatanga kuanzia ya, hapo yaani sikuwa na, na ile future tunasema ya yeah, kwa ufupi ni hivyo. Ni kitu gani hasa ambacho kilikusababisha wewe ushindwe kwenda kurudia ili hali mama amekuwa tayari kukulipia ada? Uh, mimi sikuwa na utayari wa kufanya hivi, na kama mtu hana utayari, maana yake hawezi kufanya kitu kwa moyo na kama mtu afanye kitu kwa moyo hawezi kufanya kwa uzuri. So mimi sikuwa na utayari, mimi nilikuwa naona kitu kingine ki kabisa cha kufanya. Kwa hiyo mama akataka kama mimi niende shule lakini mimi sikubali. So kilichofanya mpaka mimi nisikubali kwamba moyo wangu haukuwa tayari, nilikuwa na targeti zangu nyingine. Hivyo tuangazie sasa safari ya kutokuendelea kwenda kurudia masomo yako ya kidato cha nne, ikoje? yeah. baada ya hapo uh, baada ya hapo Yaani ni baada ya kukataa kwenda kusoma si ndio, yaliendelea sasa mm? Mm, okay sawa, kilichoendelea baada hapo mimi tu nilikuwa ni sikuwa na future kama nilivyosema, nilikuwa tu ni, ni mtu wa kutangatanga, yaani nilikuwa sina future maalum kwa muda huu ambao nilikuwa nipo, lakini sasa baadaye ndio nikajaga nikapata wazo la kuanzisha biashara yangu ya sabuni za maji, sabuni za kuoshea vyombo na za kudekia kwao, nikaanza kutengeneza sabuni nikafanya research kwanza ili biashara, nikatafuta mtaji mwenyewe, nikaanza kuuza sabuni kwa, nikawa najipatia kipato cha ki, kila siku na kidogo kidogo. mm -hmm. hmm. hali ya kujiingiza kwenye ujasiriamali moja kwa moja, elimu ya ujasiriamali uliipata wapi, mbali na kufanya utafiti kuona kwamba naweza nikajaribu kitu hiki, baada ya kuona kwamba sitaki kurudia kwenda kusoma tena darasani da, okay Elimu ya ujasiriamali ya kutengeneza sabuni mwaka elfu mbili na kumi na nane, nadhani nakumbuka, ilikuwa na kashe mmoja, kuna mtu akawa anatengeneza zile sabuni. Of course mimi ni mtu ambaye nikikipenda kitu huwa nimepata neema; hicho kitu nikikipenda huwa nakijua. Kwa hiyo jamaa akawa anatengeneza sabuni, kwa hiyo nikawa naona sometimes ananipa nikoroge. Kwa hiyo nikajua kuanzia hapo ndio nikajua kuanzia hapo nikaa na mimi nasema natengeneza ile mazoea kutengeneza kiasi kiasi kwa mimi mpaka nikawa najua kutengeneza sabuni mwenyewe kabisa. So nikawa naanza kutengeneza sabuni, baadaye nikawa nauza hizo. mapokeo mm -hmm. mm. yako yalikuwaje kwa mama ambaye alikuwa anataka mwanae aendelee na masomo ya sekondari? Ah, ma mama bado alikuwa na msimamo wake ule ule tu kwamba niendelee na masomo, lakini mimi ndani ya moyo wangu sikuwa tayari kufanya hivyo lakini akawatunaye na akaanza kunitia moyo baada ya yaanzabiashara tia moyo sometimes kwenye, sometimes kwenye unajua faida a-unakula kidogo. mm -hmm. Akaanza kunielewa taratibu taratibu taratibutaratibu. mm -hmm. mm -hmm. Kumbukumbu ya kutokufanya vizuri darasani ni kwa namna gani ambayo ilikuwa imekuathiri wewe katika maisha na uliwezaje kutoka pale? Okay, kimsingi thinking... Naweza nikasema sio kwamba sikufanya vizuri. Yaani kiukawaida na kimaisha kibinadamu mm. Max zilikuwa za kawaida kwa sababu sikupata zero. Mm -hmm. Nilipata division ambayo mimi naweza nikaenda nikasoma chuo chochote. Mm -hmm. Lakini mama alikuwa hataki, yeye alichokuwa anataka kwamba iwe status kwamba mwanangu ameenda form five, ameenda form six, ameenda chuo kikubwa. Shauku ya wazazi wangu eh, sasa. mm -hmm. Hiyo mimi haikuwa shauku yangu sasa, lakini sio kwamba nilifanya vibaya, kwamba nilikuwa naweza kwenda chuo kusoma lakini sasa mimi sikuwa tayari kurudi shule hata kana, hata chuo nayo ilikuwa na utawala kwenda chuo. Lakini sasa baadaye nikakaa nikafikiria, nikapiga mahesabu, nikaona mm. hata chuo hapana, kwa nitafanya mm -hmm. tu nikaanza tu kufanya hivyo mwenyewe, ndo baadaye nikaanza kutengeneza sabuni sasa. mm, -hmm. Mm, sasa tufahamu sasa, kutengeneza sabuni ndio ni nini ambacho kilichokufanya wewe mpaka kuja kukutana na shirika la Compassion? Ah, okay. Shirika la Compassion ikananao nao since elfu mbili na kumi na mbili tunataka mm -hmm. Yeah, sasa tujue hicho kilichokufanya wewe kukutana na hili shirika ni nini hasa? ah, okay. Compassion ilianzishwa kwa lengo la kumtoa mtoto katika umaskini kwa mm -hmm. jina la Yesu. mm hiyo -hmm. ndio moto ya Compassion au kaulimbiu tuseme. mm -hmm. mm -hmm. kwa hiyo walipokuja kuleta -ku hiyo shirika Uh, historia inasema kwamba wakagundua watu wengi sana ambao wana hiyo shida. Wakawa sasa wanachukua tu watu wa kawaida tu sometimes. Kwa hiyo mimi, mama yangu alikuwa anafanya kazi kwa hospitali moja huko, akakutana na mzee mmoja, naye alikuwa niko mshirika So akamwambia kwamba una kijana, ndio mimi hapa. Akantaja, nikaja nikaandikisha hapa elfu mbili na kumi na mbili nikaanza mm -hmm. kimsingi shirika la Compassion limenijenga kwenye vitu vingi sana mm -hmm. Yaani ni vitu vingi sana yaani, nashukuru na, na, na Mungu sana kwa sababu nisingekuwa kwenye hili shirika, kuna vitu sasa hivi ningekuwa na vikosa. Kama Compassion ina masomo manne, kuna kiakili, kimwili na kiroho mm -hmm. na kijamii so kwenye somo la kimwili tulikuwa tunafundishwa vitu vingi sana namna wewe kijana kujilinda yaani utembeaje kwenye kiroho napo tulikuwa tunafundishwa neno la Mungu kwenye kiakili tulikuwa tunafundishwa masuala ya kifikra unafikiriaje ufanyaje kwenye kwenye kijamii napo tulikuwa tunafundishwa masuala ya kijamii so baadaye Compassion ikanifungulia fursa moja mimi nilikuwa na nilikuwa na na shauku ya kupiga drum. Yaani nilikuwa nazionaga drum lakini nikawa na hisi kama bora naweza nikafanya kile naweza nikafanya kama vile. Uh -huh. So kipindi hicho kwa kuna mkurugenzi wa zamani ambaye si wa sasa, uh -huh. Akasema nitakununulia drum. Wakati huo mimi sijui kupiga drum. Zikaletwa drums. Nilivyoleta drums nilianza ku practice zile drums. Baada ya mwaka mmoja nikawa sasa na mimi nipiga drums official kuanzia 2018. Nikawa naweza kupiga drums, so bila Compassion I think mpaka sasa hivi mimi nisingekuwa najua kupiga drums. mm -hmm. Nisingekuwa najua vitu vichache kwenye muziki yani, nisingekuwa najua Biblia kiundani zaidi. mm -hmm. Nisingekuwa akili yangu imefunguka kama hivi. mm -hmm. Kwa sababu sio wote ambao hapo Compassion akili zao zimefunguka. Wengine bado hapo Compassion, lakini akili zao zimefungwa mm hivyo -hmm. Kwa hiyo Compassion ilikutana nalo hivyo na imenisaidia upande huo na mengine sana ambayo mengine labda siwezi kuyasema kutokana na muda. mm -hmm. Lakini mambo ni mengi sana. mm -hmm. Wewe sasa, Compassion imekusaidia vipi? tukiachana na kiroho imekusaidia no. Vipi katika swala zima la ujasiriamali? Ah kwenye okay. Kwa ujasiriamali ya ya kununua hisa, nanunua hisa, ameweka mtaji, mnafanya biashara fulani, zile faida zinapokuja mnagawana, then mnaacha ile hela ya msingi mm-hmm. Kwa hiyo kuna visendi tunakuwa tunavipata mm -hmm. Lakini sio vingi sana ila mm -hmm. tumesaidika mm -hmm. Lakini pia kingine nilisahau, nilipata pia fursa ya kujifunza bakery ya, okay mimi hapo naweza nikupika chapati, naweza kupika mikate, naweza kupika maandazi, keki uhum. na sikwenda veta na sisi sasa ndio tukawa tunapata maisha huku, tunakuja tunajifunza, tunajifunza mpaka nikawa nimeweza hivi. kwa hiyo Compassion imesaidia kwenye vitu vingi sana uhum. Uhum. Joshua huyu ambaye nazungumza naye ana vitu vitatu kwa wakati mmoja anavifanya, anapiga mambo ya mziki, drumsi, anakuja kutengeneza sabuni, anatengeneza uhum mikate vitafunwa, mm -hmm. Kwa ujumla mm -hmm. Niupe mpango wako sasa wa kuweza kusema kwamba ninasimama na kitu hiki kimoja kwa ajili ya kuwanyamia vijana wengine, ama ujaona fursa hiyo? Uh, kimsingi na kiukweli fursa mm -hmm. sikuiona, ila mpango wangu ulipo mimi ni kwenye mziki zaidi mm -hmm. yaani, na wish na mimi niwe na seti yangu mzima ya mziki ya kukodisha Mm -hmm. Yani, niwe na full set ya music instrument, zote ziwepo mm -hmm. niwe nafanya hivyo, na nakudisha aba, maybe niwe na studio, niwe na sehemu ya watu kufanya lieso. Hiyo ndio dream yangu kubwa sana, na naipanga sana mm -hmm. ila hizo ishu ya bakery na ile nafanya kwa sababu ya sasa hivi ila mm -hmm. fursa, ila, ila fursa kabisa ambayo nimeiona ni mm hiyo -hmm. ya muziki mm -hmm. wengi, mziki hasa wa kidunia ndio yeah wengi wanautazama ndivyo sivyo? Ni kwa nini wewe unaona kwamba mziki ni sehemu ya fursa ya kukufanya wewe kuweza kunyanyuka zaidi na kuweza kupiga hatua? Okay, hapa sawa. Uh, kwa upande wa mziki mimi sipo kwenye mziki wa kidunia by the way. Ninaposema kuhusu mziki I mean, kuna concept nyingi za mziki zinatokeaga labda zile za kina Paul Clement, za kina uko kina... kwenye muziki mtakatifu. Yeah, mtakatifu mm. So mm. kuna instrument, labda kuna drums, kuna vinanda, kuna magitaa, kuna masolo, kuna mixa zile mm kwa hiyo -hmm. Ile set ambayo unaiona yote pale mbele inakuwa mm -hmm. ni set ya mtu mmoja anayemiliki, imekodiwa mm -hmm. kwa hiyo dream yangu na mimi niwe na stage kama ile ya muziki mm -hmm. ile stage yangu watu wanakodi na kodisha then ajipatia kipato, lakini pia vijana wanapata ajira ya kupitia mimi kuanzisha hicho kitu. No, no. Tukisalia hapo hapo kwenye mziki wa kiroho, unafikiri ni kitu gani ambacho waliopo wameshindwa kukifanya wewe unataka ukakifanya uweze kuleta mabadiliko kwenye mziki mtakatifu? No, okay, kuna vitu vingi mimi naona hajafanywa na watu wengine ambao wako sasa hivi, kwa mfano unaweza ukaanzisha labda ukaanzisha concept ambayo utaita, utatoa vyombo vile kama vyombo unatoa, alafu unaalika waimbaji wao waje kuimba tu yaani, au wachaji vile, unaita naitawaje kuimba, then watu wazima watakuja. Kwa hiyo unaweza ukaandaa pale labda kiingilio kiasi kidogo tu, labda kiingilio, labda shilingi elfu tatu kwa watu wanapokuja vile nukajipatia fursa pia yaani yani, ukitaka kupata wateja. Ndio maana kwenye biashara nyingi watu wanaweka zaba bonus au discount kwao. Kuna vitu lazima waofe watu ili nao wa upate kibali, kumbuka. mm -hmm. hii namba sio ya kupiga hii namba ni ya kutuma ujumbe mfupi wa maandishi, na sisi tutayafanyia kazi yale maoni yako ambayo unatuandikia pasina shaka yoyote. Mtazamaji, kipindi hiki utakipata kupitia mitandao yetu ya kijamii pale Instagram kwa kuandika Strong Ladies 03, ama ukurasa wa kipindi cha vijana klabu kwa kuandika vijana klabu, moja kwa moja utapata ukurasa wa kipindi husika, na kipindi hiki utakipata pale YouTube kwa kuandika Tumaini underscore tv. Tunakwenda mapumziko mafupi, nikirejea tunaendelea na mazungumzo yetu, na kusisalia pembeni ya runinga yako. Na mtazamaji, baada ya mapumziko hayo, tunaendelea na kipindi Joshua. Naam. Tuangazie sasa mafanikio yako nje ya kumaliza form 4. Shirika la Compassion mwaka 2025 ilileta uh -huh. program ya watoto kujifunza vitu mbalimbali na mmoja kati uh -huh. ya hizo program ulikua, kuna programu inaitwa afya ya akili kuna mm -hmm. mwalimu alikuja, na kumbuka afya ya akili kitu mtambuka eh. Kuna yeah, mm -hmm. mwalimu alikuwa anakuja kwa jina, alikuwa anaitwa Desideritis Peter. mm -hmm. yeah, kwa hiyo kupitia session tatu ambazo nilihudhuria nilijifunza vitu vingi sana kuhusu swala zima la afya ya akili, na akasema kwamba afya ya akili ni ustawi wa ndani ya mtu wa kifikira ambao unamsaidia yeye kufanya maamuzi, kuhisi, kuchagua kitu fulani, kuishi na watu na kukabiliana na changamoto tofauti tofauti za kimaisha. So ndani ya hizo vipengele vyake ndani viko vingi sana, kuna aina nyingi sana, lakini siwezi kuelezea. Ila mchango wa ile elimu eh, eh, ya afya ya akili kwangu ndo mm -hmm. Ilikuja sasa ikanifungua mimi kwamba ok, naweza nikafanya maamuzi mm -hmm. ya kitu fulani. Kama unakumbuka mwanzoni nilisema nilikuwa ni mtu wa kutangatanga, yaani of course nilikuwa sina nafsi, ilikuwa ijatulia ya nafsi ijatulia. Kwa hiyo baada ya kupata ile masomo nikawa sasa napata wakati mwenyewe wa kufikiria kwamba ok, kumbe naweza nikafanya kitu fulani, naweza nikafanya kitu fulani. So ndo nikawa japata kupata ufunguo kwamba ok kuna kozi inaitwa eh, forklift. mm -hmm. Kimsingi ukimwambia mtu hiyo kuhusu forklift ni kama excavator inabeba vitu vyenye tani kubwa zaidi kuanzia tani tatu na, na, na magari. So ni kazi, ni short kozi, lakini sasa mshahara wake ni mzuri sana. Kwa hiyo nikasema kwa nini nisianze na hii forklift? Nikasema forklift kwa sababu zile zina ngazi zake kwanza, forklift unakuja askaveta, unakuja yeye na beba container, baadaye unakuja na mazeli ya mwisho kabisa ambayo inabeba ma ma ma tanki ya mafuta na peleka juu. Yeah, so nikawa nimepata hiyo na nikafanya research. Kwa hiyo baada ya hayo mafunzo afya ya akili mm -hmm. Ndio ikanipa sasa mimi kukaa mwenyewe kugundua. Kwa kumbe ah, okay, Naweza nikakumbe naweza nikafikiria kitu fulani nikafanya. mm -hmm. au labda hii situation ambayo nilikuwa naipitia mm -hmm. ilikuwa ni shida, mm -hmm. lakini mimi labda nilikuwa sijui. Kwa hiyo kwamba ukijua kwamba ni shida ndio unapata sasa namna ya utatuzi wake. mm -hmm. kwa hiyo kupitia masomo ya afya ya akili nilifunguka kwa upande huo wa kuamua sasa nini nifanye kwa wakati huu. mm -hmm. Naam. mm -hmm. Kwa hiyo sasa, unaendelea ama ndio umeshahitimu, ukaamua kuweka pembeni ukaendelea kubaki kwenye mambo ya muziki mtakatifu, kupiga drums na kama ambavyo umezungumzia tangia awali? muziki ni extra of course mm -hmm, lakini kimaisha ya kawaida ya kitanzania mm huwezi -hmm. ukategemea tu muziki, lazima una kazi yani, kama mwanaume unatakuwa na vitu vingi vya ya kuingiza pesa. Kwa hiyo utakao ujaribu kila lengo, kila nyanja unafanya mm -hmm. Moja ya mafanikio ambayo umezungumzia ambayo yamekuwezesha wewe kuweza kusimama tena mm -hmm. na kuendelea na kila ambacho unachokifanya ni pamoja na mafunzo ambayo uliyopata pamoja na uwezeshwaji wa kuweza kutambuka kwamba kujua ni kitu gani ambacho unachokitaka. Deo. Unafikiri ni kitu gani ambacho kinawatatisa vijana wengi ambao wanashindwa, wanakata tamaa baada ya kuona kwamba sijasoma nimeshindwa kuendelea na masomo Jee. sina mtaji sijui nifanyeje unafikiri ni kitu gani ambacho kinawakwamisha? Ah, of course kitu kikubwa sana ambacho kinakatisha vijana cha kwanza vijana wengi sana tuna tabia ya kukatishana tamaa tuna tabia sana ya kukatishana tamaa yani kwenye Biblia kuna mtu anaitwa Sanbalati mm -hmm. ambao alikatisha mwenzie tamaa na kuna Tobia kwa hiyo tabia ni vijana wengi sana tunani hata kijana ukisujesti kitu kwa vijana wenzako, labda nataka mwakani nianze kufanya biashara fulani. Wataza sema ah, bana wewe bana, nenda bana, hivi na hivi, yani uwezo. Sasa ndio maana tunafundishwa kwamba siri ni tabia ya kimungu. Kwa hiyo unapotaka kufanya jambo utakao kufanya kwa siri. Kwa hiyo vijana, kinachowakomesha kikubwa wana tabia kukatishana tamaa. Lakini cha pili vijana wengi sasa hivi wameshikwa na dimbwe la eh, easy program. Mtu ukizipata anakuwa ni kama ni bahati, kwa sababu ile self awareness, yaani ukiweza kwa kujitambua tu mwenyewe mm -hmm. basi unaweza kufanya vitu vya msingi na vyenye maana. Kwa hiyo vijana wengi sasa hivi kile cha sumbua ndio hicho cha kwanza, wanakatishana tamaa sana mm -hmm. Cha pili, hawana usiri kwenye mambo yao wanayofanya, kwa sababu tunafundishwa siri ni tabia ya kimungu, lazima mtu ufanye jambo likamilike hendo usajesi kwa watu. Sasa wewe ambaye umepata nafasi ya kuweza kupata elimu ya kuchanganua kipi mm. ni kipi ufanye na ni kipi uwache? Ni ipi nafasi yako ya kuweza kukomboa hili kundi ambalo umelitaja ambalo linaendelea kukengeuka siku kwa siku? okay. lakini hizi seminar kwa sababu unaoga kuna, kuna semina za vijana. Je, semina za vijana huwa zinasaidia sana kuongea na vijana, lakini mimi mwenyewe pia sometimes ninapokuwa na vijana wenzangu, naweza nikaa naongea nao kawaida ila kuna namna fulani na mimi huwa naongea nao na shauri kitu fulani. Wanaweza wasikubali wakaongea bwana wewe nani, lakini ndio ninavyopeleka ujumbe. Kwa hiyo, vijana unatakiwa kama hivi unavyonisha semina za vijana zile, unakutana, unapata mafundisho, hivyo na kuwasaidia pia, kwa namna moja ama nyingine, itasaidia kuwatoa vijana kwenye hilo dimbwi na kuwaleta huku kuwa kama sisi ambao tunaweza kuchanganua vitu. <coughs> Ni kitu gani ambacho ulichonacho cha kuzungumza na jamii kuhusiana na vijana, hasa vijana ambao wanapitia katika mazingira magumu? Vijana kwanza nawatia moyo wa wale, tuendelee kupambana pia na tumshike sana Mungu kwa sababu bila Mungu hamna chochote kitakachofanyika. Lakini pia tujitume vijana si, yani kauli mbiu nyingi sana kuhusu vijana zinasema vijana tujitume, kwa sababu sisi ndo wenye nguvu. Kwa hiyo vijana, na neno la kuwapa kwamba mjitume, lakini pia tumtegemee Mungu sana na tufanye kazi kwa bidii mm -hmm. Bado sasa tukisalia hapo kwa jamii hmm. Eh, zungumza na jamii kuhusiana na hawa vijana ambao wanapitia mazingira magumu, maana vijana wako ndani ya jamii na yeah. Jamii inawazunguka vijana na jamii inaona vijana ile hali wanaopitia na jamii inaona vijana <coughs> ni kitu gani ambacho wanaweza kusaidiwa, zungumza ah, na hiyo okay, jamii. Sawa. Ah, nafikiri labda kuwapa fursa vijana. Kwa mfano, vijana wengi sasa hivi wanafanya vitu vya ajabu kutokana na ana fursa Ila mtu ukishakuwa na fursa labda na kazi ya kufanya unatoka unarudi kidogo, yale eh, mambo mengine yatapungua kwa vijana. Tuwape fursa, kama kuna fursa, kuna sehemu inamfaa kijana, mpe afanye, mfungulie njia apite, muonyeshe sehemu aende. Kwa hiyo nadhani itasaidia kwa kupunguza hiyo ishu kwa namna moja ama nyingine, jamii ikifanya hivyo, na imani hiyo jambo itapungua. mm-hmm. yeah. Pengine tufahamu kuna kitu chochote ambacho kwa sasa unakifanya ambacho kinaweza kumsaidia kijana ambaye anapitia hali ngumu ya kimaisha, hajui afanye nini? Kama kipo, ni kwa namna gani huyu kijana anaweza kunufaika kupitia wewe ambaye umepata mafunzo ya afya ya akili, lakini pia ya kiujasiriamali? Okay, kimsingi, kwa kitu ambacho nafanya mimi sasa hivi mm. Kama hivyo, nasema issue ya sabuni, labda sabuni kitu ambacho kwa family kitengeneza sabuni, ndio okay. Sabuni ili nisafirishe nahitaji usafiri, okay. Kwa hiyo, ili pata usafiri inabidi kuna mtu anaendesha usafiri ambaye ni kijana. Kwa hiyo mimi ninapompigia simu, alo, labda nataka nipeke mzigo wangu, same fine, namlipa e, pesa kwa hapo, kama mimi nakuwa nimemsaidia kijana mwenzangu kwenye hilo, okay. Labda nimemsaidia kupata kipato, yaani kwa sababu sisi wote tunategemeana, okay. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine naweza nikasema hiyo pia inasaidia. Yeah. Neno lako la mwisho kabisa ambao unafikiri kwamba usipozungumza na vijana na jamii ambayo inayokutazama utakuwa kwamba kuna kitu ambacho nimekunyima katika nafsi yako kukitoa. Uhum. Vijana, eh, tujitume lakini, pia tusipende sana starehe na tusi weke vitu tusivipe tu, vitu vipaumbele ambavyo havina msingi, kwa sababu vijana wengi sasa hivi wanavipa vitu ambavyo havina msingi vipaumbele, labda mapenzi, starehe, yani hivyo vitu tu viweke pembeni. Mimi kusema kweli, priority mimi, mapenzi sio priority yangu kwa kweli, na, na mara nyingi sana narudia ile swala na siwezi kuongea simu yote bila kusema mm -hmm, vijana tujitume na tuache kuweka mbele vitu ambavyo havina msingi Mapenzi tutayakuta baadaye. Sasa hivi kwanza tupambane, tutengeneze maisha tutengeneze maisha, hayo mambo yapo, tutayakuta. kwa hiyo mimi ujumbe wangu kwa vijana ni huo hapo kwa siku ya leo. Joshua nikushukuru sana kwa muda wako. Asante sana. Hakika ninaamini kwamba vijana wanacho cha kujifunza kupitia mazungumzo ambayo tumezungumza, lakini kabla sijaagana na wewe rasmi, vijana watakupataje japo kwa ushauri ama kwa chochote kile ambacho anauiwa kuzungumza na wewe pembeni nje ya kipindi? mawasiliano yako, kama hutojali, ni muhimu kwao pia. E, mimi utanipata kwa namba yangu ya simu ni 0621 4799, lakini pia utanipata Instagram, Joshua Kimoli, utanipata pia TikTok, Joshua Kimoli. Asante, nikushukuru sana kwa muda wako. Asante sana. Amina. Ndivyo tunavyotamatisha kipindi cha vijana klabu kwa siku hii ya leo, lakini kumbuka kutuandikia maoni yako kupitia namba ambayo inapita chini ya skrini yako. Kipindi hiki utakipata pale mtandao wetu wa YouTube kwa kuandika Tumaini underscore TV, lakini pia kupitia mitandao ya kijamii pale Instagram kwa kuandika strong lady 03 ama ukurasa wa kipindi cha vijana klabu. Nyuma ya kamera alikuwa Dule Bill Evans, la kwangu jina ni Edvesta Tarimo. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa Tumaini Television.